Mheshimiwa Waziri Mkuu, idadi ya wapiga kura imekuwa inapungua mwaka hadi mwaka, tofauti na watu wanaokwenda kujiandikisha kwenye daftari la kupiga kura. Kwa mfano mwaka elfu mbili na kumi, kati ya waliojiandikisha, walioenda kupiga kura ni asilimia 42.7. elfu mbili na kumi na tano, kati ya waliojiandikisha, walioenda wali kupiga kura ni asilimia 65.3. elfu mbili na ishirini, kati ya wale waliojiandikisha waliojitokeza kupiga kura ni asilimia hamsini nukta saba yote hiyo imetokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwemo na wananchi kupoteza imani kwa vyombo vinavyoandaa uchaguzi na vinavyosimamia uchaguzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Serikali haioni haja ya kukaa na wadau wa uchaguzi kuwasikiliza na kuondoa dosari ambazo zinalalamikiwa ili kuruhusu uchaguzi wa huru na haki? Naomba nianze kwa kujibu swala mheshimiwa Aida Kenani, mbunge wa jimbo la Nkasi Kaskazini, kama ifuatavyo. Kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, kila Mtanzania anayo haki ya kuchagua, kuchaguliwa kupitia chaguzi mbalimbali, ikiwemo mbali na uchaguzi mkuu. Majukumu yote uchaguzi ya uchaguzi yako chini ya tume huru ya uchaguzi sisi kama serikali ni wadau miongoni mwa wadau wote wanaoungana na tume katika kutekeleza wajibu wetu na serikali wajibu wetu ni kutekeleza yale maelekezo ya tume kulingana na ratiba yao na wanayo ratiba ambayo inaonyesha matukio mbalimbali mbali kufikia siku ya upigaji kura. Moja, kufanya kazi ya maboresho ya kujiandikisha kwenye daftari wapiga kura, ambako kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura anayo haki ya kwenda kujiandikisha, lakini pia anayo haki ya kuhakikisha kwamba yuko kwenye daftari tayari kwa kupiga kura. Sisi serikali kama wadau tunalo jukumu kama wadau wengine kushiriki pamoja na tume katika kutoa elimu kwa Watanzania ya umuhimu wa uchaguzi na umuhimu wa kujitokeza kwenda kupiga kura. Lakini sisi kama wadau pia tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba nyakati zote za ratiba hiyo kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa salama. Wanakwenda kujiandikisha, tunao wajibu wa kuhakikisha usalama wake anapojiandikisha. Hata siku ya kupiga kura, tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba usalama wa mpiga kura unakuwepo. Lakini pia tunalo jukumu la kuhakikisha kuwa tunahamasisha Watanzania kujitokeza kwa wingi, kutoka kujiandikisha kuhakiki, mpaka siku ya kupiga kura, ili kila mmoja atumie nafasi yake ya kidemokrasia ya kupiga kura kwa maana ya kuchagua kiongozi ambaye anaamini atamletea maendeleo kwenye maeneo yake. Kwa hiyo jukumu hilo kwetu kama serikali ambalo linafanana na majukumu ya wadau wengine kama vyama vya siasa, taasisi ambazo zinajikita katika kuhamasisha, tutaendelea na kazi hiyo, ili hayo mapungufu ambayo mheshimiwa mbunge ameeleza ya yaweze kutoweka na kupungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo niwataka, niwahakikishie. Na nitumie nafasi hii kuhamasisha Watanzania kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu, ambako wale wote wenye sifa kupiga kura ni wakati wetu kwenda kuchagua rais, wabunge na madiwani kwenye maeneo yetu, na pindi tume huru ya uchaguzi itakapotangaza ratiba yake, basi niwaahidi kwamba serikali itasimamia na kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa salama na kuhakikisha kwamba mpiga kura na kwenda kupiga kura na kurudi nyumbani akiwa salama. Huo ndio wajibu wa, wa serikali kama wadau kama wadau wengine, na kwa hiyo nitoe wito wadau kushirikiana kwa pamoja kutekeleza maelekezo ya tume ili kuwafanya Watanzania wote waliojiandikisha wote waende kupiga kura. Hayo ndio malengo ya serikali. Asante sana.